Bila nguvu yenu wanachama na mashabiki, tunawashukuru sana sana sana kwa sababu bila nyinyi hakuna Simba Sports Club. Nachopenda kuambia ndugu zangu ya kwamba kazi tumeimaliza, lakini kazi hatujaikamilisha. Lengo letu Simba kwa ukubwa wetu sio tu kucheza fainali. Lengo letu sisi Simba Sports Club mwaka huu ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Asitokee mtu yoyote akawatisha akawaogopesha, sijui mpinzani wetu nani, mpinzani wetu amechukua mara ngapi. Sisi tunachosema ni kwamba mpinzani huyu tuna uwezo wa kuruka naye na tuna uwezo wa kumfunga na tukachukua ubingwa na niseme tu ya kwamba hatuko tayari kwa namna yeyote ile katika ardhi yetu katika uwanja wetu mwarabu akaja hapa akachukua kombe hilo hatuko tayari na hilo haliwezekani maana yake basi Kuanzia sasa tunaanza maandalizi. Kila mtu arejee kwenye chimbo lake. Ndiyo. Kila mtu arejee kwenye pango lake. Ndiyo. Kila mtu aanze mapambano hivi sasa. Tunautaka ubingwa wa Afrika mwaka huu. Kwa hiyo kwa hakuna kulala kuanzia sasa. Ndiyo. Vita inaanza upya. Sisi fainali sio mara ya kwanza kucheza, hii ni fainali yetu ya pili. Sasa basi, hatupaswi kujivunia kucheza fainali, hatupaswi kujivunia kufika fainali. Sisi tunapaswa kujivunia kuchukua ubingwa, na ubingwa unawezekana kwa. Ndugu zanguni Wanasimba, asanteni kwa kuja kutupokea, twendeni sasa tukapambane tuchukue ubingwa wa Afrika. Na tunasema hivi, mwaka huu tunabeba, mwaka huu tunabeba. Asanteni sana.